Sasa. E, unataka kuhakikisha, kuna power button, kwa monitor hapa hapa chini hapa chini. Utapress, press tu itawaka. Itawaka. Simuona nimeelewa ene. Mwalimu anafundisha vizuri, mwanafunzi anaongea kati na hani. Hapa mambo ni, mambo ni barabara, tazama inafunguka inafunguka inafunguka, haraka inafunguka haraka, hapo haraka inafunguka hapo sasa Ishafunguka tayari. Kuna zingine uchukua hata dakika ishirini, utapata zingine zinachukua hata dakika hamsini. Kuna zingine ukifungua saa hii, inafunguka kesho, lakini hii mara hiyo hiyo ishafunguka tayari. Ni kama kuta za hapa zinafanyiwa karabati, kila mara zinafanyiwa karabati daily kila mara, sio pale. Inafunguka inafunguka inafunguka, nimekwambia hapa ni mpango mzima. Umeona tayari ishafunguka tena. Ikishafunguka tayari, inakuonyesha tayari Golden Students, Golden Gate Institute.

Kwa hivyo mwisho, ni saa moja kabisa masomo hapa. Kwa wale ambao wako na kazi tunasema part time, kama wewe ni wa part time, unakuja hayo masaa, unaweza kuingia saa kumi na mbili mpaka saa moja, saa moja. One hour, ama ukitoka saa moja ni 30 minutes, ama amanatoka saa, saa saa moja na nusu kwa hivyo one hour and 30 minutes.